Majina naitwa Maria Thomas Kenche, tuko katika shule ya sekondari ya kuja kutoa sababu mojawapo ambayo inafanya mtu kuwa na magonjwa ya akili au mtu kuwa na changamoto. Majina anaitwa Dorothy Deus, ni moderator wa mradi unaoitwa ni sawa kutokuwa sawa, ambao na tutaangazia katika somo la afya ya akili Nimesemaje? Nimesemaje? Eh, eh. Njia ya, ya ufundishaji wa leo, tutafundishana kwa njia kushirikishana, ushirikishaji, tutashirikishana. Mimi nitatoa ambayo najua na nyie mta, mtasema ambayo mnajua kuhusu nini afya. Mbasa mmesema wachache, jamani, mnanikata mudi kuhusu nini Okay, asanteni sana. Nahitaji, nahitaji ushirikiano wenu tafadhali, au naweza nikasema tunahitaji ushirikiano wenu, na sisi tunataka tujifunze kutoka kwenu, ni tujue ni yapi ambayo mnajua kuhusu afya ya akili, na sisi tutawapa kwa yale ambayo tunajua kuhusu nini. Okay, asanteni aa, kwa kwanza, moja kwa moja nipende kujua wangapi wana, wanafahamu kuhusu wanafahamu kuhusu afya ya akili . Nini maana ya afya ya akili? Kwa majina naitwa Anastasia Nyagai, nasoma form 3A. Afya ya akili ni ile hali ambapo akili inakuwa salama katika kufikiria ama kutatua jambo. Kwa majina naitwa Rebecca Daniel, nasoma form 1A. Afya ya akili ni kitendo cha akili kuwa tayari kupokea kitu chochote kwa wakati huo, kwa wakati huo ilichoulizwa. Wote waliojibu hapa wamejibu kwa usahihi kutokana na jinsi wenyewe wanavyoelewa, umesikia eh? Na, na kila mtu yupo sahihi kutokana na jinsi anavyoelewa yeye eh. Ila tutaangazia tuta, tuta maana ya afya ya akili. Tuna, tunasema kwamba afya ya akili inahusu ustawi wa mtu katika ngazi kuu tatu, tumeelewana. Afya ya akili inahusu ustawi wa mtu katika ngazi kuu tatu ambapo kuna nafsi na utashi kuna akili na fikra, alafu kuna mwili na hisia au miemko, tunaelewana ndio, ambapo tunazungumzia kwamba afya ya akili inahusiana sana na jinsi mtu anavyofikiri, mtu anavyofikiria, mtu anavyojisikia, na pia tunazungumzia jinsi mtu anavyotenda mambo yake. Hapo ndo tunazungumzia nini afya ya akili, jinsi mtu anavyotenda. Umesikia, mnanielewa eh? Wangapi wanaelewa jamani? Onyeshe mikono. Mtu akifikiri vizuri ni, ni rahisi kujisikia vizuri na kutenda mambo mazuri. Unaweza kuwa na stress ukafanya mambo mazuri kweli? Mbona majibu wachache jamani? Ukiwa na stress unaweza ukafanya vizuri? Okay, hiyo ndo tunazungumzia nini kuhusu afya ya akili, jinsi mtu anavyofikiri, mtu anavyotenda mambo yake, mtu anavyo Unaelewa nae? Okay. Uh, tunarudi tena na, tuna, na swali lingine sasa. Tumeelewa wote nini maana afya ya akili haya. Sasa mtu ili ujue sasa mtu yuko timamu utamjuaje sasa, au nini tunaweza tukasema kwamba mtu mwenye akili timamu anakuaje? Kwa majina naitwa she Ismail. Nasoma katika shule ya sekondari Kiara. Mtu akiwa na afya ya akili nzuri anaweza kutoa mawazo ambayo yako vizuri, na anaweza anakuta, muda wote anajiamini. Kwa majina naitwa Daniel Wilson Daniel. Afya ya akili naweza kuwa, ukitaka kujua mtu yuko vizuri kwenye afya ya akili unamwangalia kimwazo, kwenye kufikiri, kutenda na kuwajibika. E, mwenyekiti mama anatakiwa aweje? Si eti Okay, mtu ambaye ana akili timamu ni mtu mwenye kukamilika kiakili, na mtu huyo anakuwa ana uwezo wa kujitambua, ana uwezo wa kufikiri, ana uwezo wa kuelewa, ana uwezo wa kukumbuka, na pia ana uwezo wa kuwasiliana na kushirikiana na watu wengine. Huyo ndo mtu mwenye akili timamu. Tumeelewane wangapi? Wameelewa na magonjwa au matatizo ya afya ya akili. Moja ya changamoto alizosema ni msongo wa mawazo Kingine walichosema wamesema matumizi ya madawa ya kulevya. Mwingine amesema kukosa usingizi siete. Yote ni majibu sahihi. Mmeelewa eh? Okay, tutaenda kwa haraka haraka, sababu ambazo zinapelekea kwa kiasi kikubwa sana mtu kupata magonjwa ya, ya akili au kupata changamoto katika afya yake ya akili. Moja ni ugumu wa maisha. ni nini? Ugumu wa maisha. Tunasema kwamba ugumu wa maisha unaweza ukapelekea mtu kupata changamoto za afya ya akili. Mtu anapokosa mahitaji ya muhimu, anaanza kuwa eh? yani <tod> yeah, na stress, si ni kweli? Mbona wachache n mnajibu, ni kweli, si kweli? Mnajibu vizuri, nafurahi kusikia sauti zenu zikiwa zimekamilika kama hivyo. Ukiwa na msongo wa mawazo na pengine ya akili, mmenielewa eh? kuna aina tofauti tofauti za magonjwa ya akili ugonjwa ambao namba moja ni ugonjwa wa sonona au depression. Wangapi washie kusikia sonona? Wanyoshe tu mikono, washie kusikia sonona. Wangapi washie kusikia kuhusu depression? Wengi hamjui kuhusu depression. Tunapozungumzia depression au ugonjwa wa sonona, ni ugonjwa wa akili ambapo mtu hujisikia huzuni ya mara kwa mara inaoambatana na mawazo au fikra hasi mawazo au fikra na tabia ya kutoweza kujumika na wengine. Naenda kwenye madakuu ambayo madakuu inahusu stress, inahusu nini stress? Kwa Kiswahili tunasemaje stress? Nani anaweza kaambia kwa nini tumechagua madakuu iwe mawazo? Kwa nini? Nyosha mkono. Mtu mmoja aitwa Anastasia Nyagai, nasoma kidato cha tatu a, eh, uh, tumechagua madakuu iwe stress kwa sababu ni, ni kitu ambacho kinawatokea watu wengi sana na ambacho kiko katika maisha yetu, yeah. Umechagua madaiku wako kwa sababu magonjwa ya akili mengi hasa kwa watu wazima yanasababishwa na msongo mkubwa wa mawazo. Magonjwa mengi ya akili chanzo chake ni mawazo sawa? yeah. Ukiachana na ma magonjwa yanayorithiwa, magonjwa mengi yanayoibuka juu yanatokana na nini? Na mawazo mnaelewa eh? Kila mtu ana mawazo at some stage, sawa, lakini inategemeana na ukubwa wa mawazo wako au extent fulani ya stress ulizonazo, tumeelewana eh? Nani anaweza kaambia maana ya mawazo au stress ni nini? Mawazo au stress, kule nyuma, sijaona mtu akitoka pale, kundi la pale. Kwa majina anaitwa Anastasia Nyagayo Mawazo ni ile hali ambayo mtu anakuwa deep katika ufikiriaji wa jambo fulani, na romsibu hali ya kisaikolojia au kimwili, ambayo inasababishwa na msukumo wa kitu fulani. Huwezi kuwa na mawazo kama mawazo hayana chanzo au msukumo wa kitu fulani, sawa? Tunasema pressure, lazima kuwe kuna kitu ambacho kinapelekea hiyo hayo mawazo. Au unaweza ukawa na mawazo bila sababu lazima tu utakuwa yani akili yako yani ya kabisa itasema haina utimamu kabisa, si ndio? Ehe, kwa mawazo yanakuwa nasab, kwa na sababu unaweza ukawa na mawazo kutokana labda sababu za masomo, sababu za kifamilia, tunaelewana. Lakini pia kuna aina mbili za mawazo, nani anazijua? aa You stress ndo tunasema positive stress au tunasema mawazo chanya. Alafu distress ndo negative stress. Mnanielewa hapo? Ndiyo. Kuna ambaye hajaelewa. Tunaenda kuongelea ni physical exercise na mental exercise. Mnaelewa? Malizia kwamba the power of mindfulness and meditation, sawa? Nguvu ya umakini na kutafakari. Umakini yani ukishakuwa makini kwenye vitu unavyofanya kuna hasara utaipata. Hapana, si ndio eh? Hakikisha unakuwa makini na kile unachokifanya. Kama ni kufanya maamuzi, hakikisha kwamba maamuzi yangu ninayoyafanya ninayafanya kwa ufasaha, sawa. Natafuta muda wa kutafakari, kwamba ninakaa sasa hivi ninatafakari maisha yangu atakuwaje baadaye, future yangu ya baadaye inaenda kuwaje? Umenielewa, eh? Athari ya kwanza ya msongo wa mawazo uharibu mzunguko wa usingizi kama mwalimu hapa alivyoongelea kwamba dalili moja ya msongo wa mawazo, mtu unakuwa haulali, yaani ile shida ambayo umeipata inakuwa inakuzunguka akilini hata usiku unapa, unakosa nini usingizi. Tumeelewana. Athari ya pili uvuruga mfumo wako wa chakula mwilini, hivyo upunguza kinga mwilini. Pale mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, hata kula, wengine wanafanyaje? Wanashindwa. Kwa hiyo hapo mtu unaweza kufanyaje? Inaweza kupunguza kinga yako mwilini. Athari ya tatu ni kushuka kwa nguvu za kufanya kazi. Pale mtu anapokuwa na msongo wa mawazo, anakuwa hana nguvu kabisa, anakuwa tu anawaza, kwa nini hiki mimi kimenitokea, kwa nini sio wengine? Anakuwa hata anamlaumu nani? Mungu. Basi athari nyingine ya msongo wa mawazo inakuwa kushuka kwa ngazi ya kufanya kazi. Athari nyingine ni kuto kujikubali Yaani mtu pale ambapo umekuwa umepata shida ya msongo wa mawazo, unakuwa haujiamini mwenyewe, ujikubali. Unakuwa kama vile yani msongo wa mawazo umekupata hiyo shida, unakuwa ujikubali. kwa nini mimi imenipata? Kwa mfano mtu aseme kwamba alikuwa anasoma somo fulani sana, afu ikafika wakati akalifeli, hapo inakuwa inakuletea nini ile stress, mtu unakuwa ujikubali kabisa. Athari nyingine ni kushindwa kujihudumia mwenyewe mtu pale anapokuwa na msongo wa mawazo tumesema dalili nyingine alakuwa hana nguvu kabisa ya kufanya chochote kwa hiyo moja kwa moja hapo unaweza kufanyeje hushindwa kujihudumia emmanuel sagi sagi nasoma kidato cha tatu a hey, mwanafunzi wa shule ya sekondari kiara kwangu mimi elimu ya ya akili nimepokea vizuri kwa sababu itaenda kutujenga katika masomo yetu na katika maisha kwa ujumla kwa sababu ikiwa vizuri kiakili itakufanya vizuri weza kupafumu kwenye kazi zako vizuri na kuweza kuwezesha na kushauri wengine pia wawe kama wapafumu vizuri kwenye kazi zao. Majina naitwa Nastazia Nyagai, nasoma kidato cha tatu e. a. Kwangu mimi elimu ya afya ya akili itanisaidia, ama nimeipokea, nimeipokea vizuri kwa sababu itanisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na pale ambapo nitapata msongo wa mawazo itanisaidia jinsi gani ya kuyaepuka. Na jinsi ya kuwa huru na nitasaidia pia watu wengine ambao watakuwa na msongo wa mawazo. Nitawashauri jinsi ya kufanya, wafanye nini ili waepuke msongo wa mawazo. kwa majina, naitwa Thomas Chacha Mwere, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Kiara. Uh, kuhusiana na swala la elimu ya afya ya akili, swala hili nimelipokea vizuri na elimu yenyewe nimepokea vizuri, na naamini kwa elimu hii itanisaidia katika maisha yangu ya kila siku, mimi kama mwanafunzi kutumia muda wangu vizuri na pia kufanya maamuzi katika mambo mbalimbali ambayo mbali niletea changamoto. Na pia naweza inaweza kanisaidia, kwa sababu hapa nimefundishwa kwamba kutatua na nili changamoto zinazotukumba sisi, naweza kaomba ushauri kwa wenzetu. Lakini pia mimi kama mimi nitawashauri wanaokuja kuniomba ushauri kuhusiana na mambo yanayowakumba juu ya afya ya akili. Kwa moja naitwa Mwalimu Frederick Richel, ni mwalimu wa nidhamu sekondari Kiara ni kweli leo tumetembewa na wageni, mmekuja mmefundisha wanafunzi wetu habari ya afya ya akili. Sisi kwa sisi tumeenjoy, tumefurahi, wanafunzi wetu wamepata maana ya afya ya akili, vitu vinavyosababisha afya ya akili kuwa na changamoto na njia kufundisha somo la stress, ni kwa nasikiliza hapa tumeona kwa itakuwa na manufaa pia katika eneo la shule tukiamini kwamba inaongeza ustawi wa kujiamini katika maisha yao na katika masomo na nini. Kwa hiyo tumefurahia sana, kwa hiyo itakuwa na manufaa mazuri pia kwa shule na kwao na kwa jamii zao wa. Kwamba wamejua swala la afya ya akili na vitu gani wajifunze vitu gani wafanye visiwaribie afya yao ya akili kweli. Ni kweli hususan kama sisi wana, wanafunzi kitengo chetu cha nizamu tunakutana na kesi nyingi za makundirika wanafunzi wanajusisha na masuala ya, kuna masuala ya utoro imekuwa changamoto sana wanafunzi wana, wana, hawafiki shule wanaaga nyumbani hawafiki shule kwao. Kwa elimu hii ni nzuri kwao na inatakiwa itolewe mara kwa mara, ili wasaidie kwa wanafunzi wazuri katika shule yetu. Jina langu ninaitwa Fredi saa si Edward ni afisa ustawi wa jamii katika manispaa ya Musoma. Uh, kwanza kabisa Uh, nipende kushukuru kwa ajili ya huu mradi ambao uliokuja kwa ajili ya kutoa elimu mashuleni, uh, mradi wa kutoa elimu ya afya ya akili kiukweli kabisa inasaidia kwa kiasi kikubwa, hasa kwa kwa ili kundi tulilonalo la sasa hivi, kwa sababu wengi wanaanza kuathirika katika umri huu wa balehe ambao tunazungumzia kwa wanafunzi wa, wa mashuleni sasa kuanzia kidato cha kwanza kwenda mbele wanaathirika kwa kiasi kikubwa kwenye changa, wena, na changamoto sasa za stress na mna gani wanaweza ku manage stress zao wao wa wenyewe. Kwa elimu kwa, kwa hii inasaidia ina, sana kwa kiasi kikubwa kuweza kuhimili uh, changamoto wanazozipitia lakini pia tukizungumzia swala la ukatili uh, tuna, tunaona kabisa kwa kiasi kikubwa ukatili unavyoweza kuchangia kwa kiasi kikubwa uh, afya ya akili kutokuwa sawa au kuwa kuwa sawa kwa namna kwa namna fulani kwa sababu tuna, tunaona kwamba mtu akishaathirika athiri, akisha akishalawitiwa na, na, uh, labda au akibakwa au akipata unyanyasaji wowote wa kimwili inampelekea yeye kiakili kutokuwa sawa. Hivyo sisi kama maafisa wa ustawi tumechukua jukumu hili la kuweza elimu ya namna gani tuna wanaweza kufika katika sehemu husika wanazoweza kupata msaada kwa ajili ya kuweza kudhibiti ili swala la la unyanyasaji wa kijinsia maana ni wengi sana wanafanywa ukatili hasa kwa katika huku mashuleni na majumbani, lakini hawajui sehemu gani ambazo wanaweza wakaenda ili kuweza kupata msaada kwa ajili ya kuweza kusaidiwa. Kwa hivyo hii elimu inaweza kuwasaidia kwa namna moja au nyingine katika kujua na, ni wapi wanaweza wakasema shida zao na wakaweza kusaidia ili waweze kuwa vizuri kisaikolojia na kiakili pia. Lakini pia tunazo tunaona katika jamii yetu kwa kiasi kikubwa ni vijana wengi hasa kwa, kwa, kwa manispaa yetu ya Msoma wengi wanaathirika na madawa ya kulevya kutokana na makundirika. Makundirika yanasababisha huko mitaani wanapoelekea wengi wame, labda wameacha shule kwa, wanapoenda kujoin au wanapoenda kuinteract na wale ambao wameacha shule au wale walioko mitaani kule wanatumia madawa ya kulevya, inawapelekea wenyewe kutokuwa sawa na kuendelea kwanza kutumia madawa ya kulevya. Hivyo hii elimu inaweza kawasaidia wao kujua athari za madawa ya kulevya na athari zinazoweza kutokea baada ya kutumia madawa ya kulevya, ambapo ndo tulikuwa tunawaambia kwamba athari mojawapo ni kutokuwa sawa kiakili, inachangia kiasi kikubwa ubongo kutokuwa sawa. Tumekuwa tukipokea changamoto za ulawiti, changamoto za ukatili wa kijinsia kadha wa kadha katika ofisi yetu lakini na kutokana na hii elimu ambayo tunaendelea kutoka kuitoa mashuleni, tunategemea kupata kesi nyingi zaidi, kutokana na kwamba wengi wameshajua sehemu za kuweza kuripoti. Elimu tunayoitoa haivunji maadili ya aina yoyote, kwa sababu wanajifunza kwa sababu kujifunza unatakiwa, unatakua, kuna misingi unaanza na msingi. Kwa hiyo tunatengenezea misingi, hata wanavyozidi kukua wanakuwa wanakaa wanajua kitu hichi ni kibaya, hichi kitu ni kizuri. Majina anaitwa Dorothy Deus, ni moderator wa mradi unaoitwa kutokuwa sawa ambao unatoa elimu ya afya ya akili kwa shule za sekondari. Leo tumetembelea shule yetu ya sekondari Kiara, na changamoto tuliyoikuta kwa wanafunzi ni kubwa, lakini tumewapatia ujumbe na wameupokea vizuri. Kwa tathmini ambayo tumeshatembelea kwa shule nne sasa hivi kwa mkoa wa Mara, na utathmini wetu ni kwamba asilimia sabini ya wanafunzi wanaipokea, na tuna maono makubwa kwamba tunaona kwamba wanafunzi kwa mbeleni wanavyozidi kuipokea elimu hii inawasaidia, itaenda kuwajenga pia kwenye masomo yao, kuzidi kuwasaidia kupunguza namna na ya stress na kuepukana na makundirika ambayo yanasumbua sana vijana wengi kwenye shule za sekondari na pia madawa ya kulevya pia inasaidia sana changamoto nilikutana nazo, changamoto ya kwanza unakuta tu kwamba labda usikivu wa wanafunzi kwamba hawa wanakuwa hawana utambuzi mkubwa sana kutokana na swala fulani, kwa ndo nakuta ni changamoto kubwa sana kwenye elimu yangu. Kwa mwanafunzi ambaye sijapata sija mwanafunzi aliyenifuata kwamba ni mraibu wa madawa kulevya au maswala ya mitandao. Kwa walimu wapo kwamba tatizo la uraibu wa madawa kulevya umekuwa kubwa sana kwa shule za sekondari pia tatizo ambalo kubwa limeonekana sana ni kundirika na utoro wa wanafunzi mashuleni, kwamba wanafunzi wanaaga majumbani kwamba wanakuja shule, lakini shuleni hawafiki. Kwa tathmini yangu, elimu itakuwa na manufaa kwa wanafunzi, kwamba itawasaidia kujua namna gani ya kuepukana na makundirika wanaoendana nayo, na pia kuepukana na cyberbullying za mitandaoni na vitu vyote vya mtandaoni wanavyovikumba, na pia kuepukana na stress ambazo ni unnecessary, ambazo zinapelekea sana wanafunzi wengi kutoa kumtoa kwenye malengo ya kusoma, kumpeleka kwenda mitaani na kufanya vitu ambavyo sivyo.